Sisi hatukamati. Sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa kwa ukamataji uliofanyika uwa... <laughs> na hao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka, uh -huh. Kwa waliokamatwa wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano e, na nadhani kwa sawali zilizotokea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 video ziko nyingi, maana yake. Kwa hiyo kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote, ninapoamua mimi kutoa mm. kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali. Kwa hiyo nadhani sisi tuliwahi kuwa na video, tuliwahi mm -hmm. kuwa na video zikionyesha jinsi Selander Bridge watu ambavyo wakikatwa mapanga na kuporwa, lakini baadaye zile video tukagundua sio za hapa